Naomba nimwalike ndugu Moris Makoi mgombea ubunge wa Jimbo la Moshi Vijijini. Oh, wambie, wameshachelewa. Mhoye Moshi Vijijini oye! Mama Samia punga masale, punga masale, punga masale! Asante sana mheshimiwa, mgombea wetu wa rais na mwenyekiti wetu wa chama taifa, Dkt. Samia Suluhu Hassan, pamoja na ujumbe wako wote mlioko meza kuu, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Moris Makoi. Mimi ndio mgombea wa ubunge jimbo la Moshi Vijijini kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi. Awali ya yote, nachukua nafasi hii kukushukuru wewe binafsi pamoja na viongozi wote wa Chama Cha Mapinduzi ngazi ya kata, wilaya, mkoa na taifa kwa kunipendekeza na kuniteua kuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Moshi Vijijini kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi. Nashukuru sana mheshimiwa mgombea wetu jimbo la Moshi vijijini lina wakazi zaidi ya laki mbili na nusu, na wakazi wake ni wakulima wa kahawa na ndizi na uvuvi kidogo. Ndugu mgombea, katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wako, jimbo letu limeshuhudia maendeleo makubwa sana, ikiwemo ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo inaendelea vizuri kwa bilioni 3.7 lakini pia tumeshuhudia ongezeko la vituo vya afya kutoka vituo kutoka vituo sita mpaka ishirini na sita, lakini pia tumeshuhudia uongezeko um, um, la shule za sekondari, shule za msingi, pamoja na madarasa pamoja na nyumba za walimu. Kimsingi, fedha ambazo zimekuja ni zaidi ya bilioni sitini, na tukianza kuelezea hapa kwa muda uliopo yawezekana tusimalize, lakini niungane na wale wote ambao wametangulia kusema hapa kwamba maendeleo ambayo yamefika mkoa huu ikiwemo jimbo la Moshi vijijini ni makubwa na yanafurahisha, na yanatuhakikishia kwamba 29 Oktoba watu wote watapiga kura za ndio kwako wewe, mgombea wetu wa urais, lakini pia kwa mbunge wa jimbo la Moshi vijijini, nikiwemo mimi binafsi, lakini pia naheshimu madiwani wetu wote wa kata 16. Mheshimiwa mgombea wa urais, katika jimbo la Moshi vijijini kuna changamoto kadhaa. Upande wa maji, tuna maji karibu 89% sasa ingawa bado kuna changamoto chache za kufanyia kazi, lakini upande wa elimu tunayo changamoto kwenye shule zetu za msingi za ukanda wa mlimani, zimekuwa chakavu na ninaamini ziko kwenye ilani ya uchaguzi kwa ajili ya marekebisho. Lakini mheshimiwa, tunayo changamoto ya barabara. Barabara inayotoka inayotoka Mabogini, oe, barabara inayotoka Mabogini Getifinga ambayo mgombea mwenzangu wavunjwa ameongelea hapa kilomita 31 anaungana naye kukuomba mheshimiwa mgombea rais baada ya kumaliza uchaguzi ikikupendeza watusaidie kuiangalia maana wamama wajawazito wanapata shida sana kutokana na uharibifu wa barabara ile mheshimiwa mgombea kimsingi changamoto za barabara ni nyingi ikiwa barabara ya mbokomu ambayo ina mti mrefu kuliko yote barani afrika barabara ya Materuni ambayo kuna maanguko ya maji. Mheshimiwa mgombea wetu, barabara hizi zikitengenezwa zitachochea utalii pamoja na ujenzi wa uchumi, manake zinakwenda kwenye maeneo ya utalii. Mheshimiwa mgombea, baada ya kusema hayo na kulingana na muda, naomba ni kuombe yale yote ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yanayogusa jimbo la Moshi Vijijini, basi wende ukatuonee huruma, utupe nafasi baada ya uchaguzi. Mheshimiwa mgombea, naomba ni shukuru sana, lakini CCM Oe, CCM safi! Dr. Samia punga kwa, Dr. Samia punga kwa, Dr. Samia. Mheshimiwa mgombea urais, ninawahakikisha katika jimbo la Moshi vijijini, tuna mashindano ya kura kwa kata, kata itakayoongoza kwa kura nyingi kwa mgombea urais watazawadiwa mbuzi kumi na sita kwa ajili ya kupika kisusio siku ya uchaguzi. Kwayo ninaamini kabisa kura za urais na ubunge katika jimbo hili ziko za kutosha, na kama kuna jimbo linasema litaongoza sisi tunawasubiri, wala hatupigi kelele. Mheshimiwa mgombea wa urais, tunakushukuru sana pamoja na timu yako asante sana, sana. No